Siku zingine tena mnyama Simba anaenda kutupa karata yake katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo anaenda kukutana na RS Berkane, timu kutoka nchini Morocco. Hii ni mara ya pili ambapo mnyama Simba anaenda ku

ili aweze kuvunja ngome hiyo ya ulinzi ya timu hiyo. Akifanikiwa katika hilo, anaweza akafunga magori zaidi.